Watazamaji wa media ya Kemet TZ, leo kwa ufupi, nitawaletea hivi virusi vya ugonjwa ambao umesambaa sasa hivi na unazungumzwa sana hapa nchini kwetu. Virusi vya homa ya nyani viligundulika wapi? kweni na wenu Dr Kenny kwa ajili ya kuwapa hii elimu kwa ufupi. Hivi virusi vya homa ya nyani, kwa maana monkey pox virus, kwa mara ya kwanza viligundulika katika moja ya makundi ya nyani ambayo yalikuwa yanafanyiwa utafiti baada ya kuonekana wana vipele um, ambavyo venye vilikuwa na mwonekano kama tetekuanga na hao nyani, na huo utafiti ulifanyika barani Ulaya katika nchi ya Denmark uh, kwenye mji unaoitwa Copenhagen kwa hiyo kulikuwa na makundi fulani ya nyani ambayo yalikuwa na vipele uh, vyenye mwonekano kama tetekuanga, walitengwa na kuchunguzwa. Baada ya kuchunguzwa, walikutwa na hiyo aina mpya ya virusi ambavyo vilijulikana kwa jina hilo la monkey pox, ambavyo vilikuwa tofauti na hivyo vya chicken pox. Hiyo ilikuwa mwaka 1958. Baada ya hapo sasa, yapo sasa ee, vikaja kugundulika Afrika. Afrika viligundulika mwaka elfu moja mia tisa sabini katika mji, katika nchi ya Kongo. Sasa hapa havikupatikana kwa wanyama au havikugundulika kwa wanyama bali viligundulika kwa binadamu. Kwa hiyo, kwa wanyama kwa mara ya kwanza viligundulika Ulaya, kwenye nchi ya Denmark, kwenye mji wa Copenhagen. Na kwa binadamu sasa kwa mara ya kwanza viligundulika Afrika kwenye nchi ya Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama inavyoelezwa hivi virusi sana sana vinapatikana kwenye jamii ya wanyama tofauti tofauti ambao wanaweza kuwa ni nyani wenyewe kama uh, jina la hao virusi vinavyojulikana, wanaweza wakawa tumbili wanaweza wakawapanya hizi panya za nyumbani au panya za polini. Pia zinaweza zika uh, wakapatikana hao virusi kwa wanyama aina ya paa au e, nyiti au nungunungu. Hao ni baadhi ya wanyama ambao wanaweza kuwa na hao virusi kwa hiyo, binadamu ukikutana na hao wanyama unakuwa kwenye hatari ya kuwapata hao virusi ambao wanajulikana kama monkey pox virus. Kama tunavyofahamu, monkey ni nyani au tumbili, pox ni vipele vidogo vidogo, virus ni virusi. Dalili zake ni zile zile, kutokwa na mapele makubwa ambayo yanaweza yakawa yanatoa usaha au yasitoe usaha, na pia utapata homa kali sana, maumivu makali sana, na dalili nyingine ndogo ndogo zinaweza zikawa kutapika, kuharisha maumivu kwenye maungio. Ukiona unapata hizo dalili, basi wahi hospitalini uh, au kituo cha afya kilipo jirani na wewe kwa ajili ya kupata matibabu cha msingi. Kwa wale ambao wanapenda kula nyama au kwa wale ambao wanapenda kufanya utalii, basi kujitahidi sana kuepuka kutumia mizoga. Epuka uh, kuwa karibu au kukumbatiana au kushika hao wadudu ambao au hao wanyama niliyokutajia. Pia tuepuke sana kukumbatiana hasa katika kipindi hiki. Natumaini mtakuwa mmenielewa, asanteni sana, mlikuwa na mtaalamu wenu toka KEMETZ Dr. Kenny. Mwe mwana siku njema.